Mjumbe wa Godbless Lema mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwenda kwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba anasema, tunalipenda taifa hili si kwa maneno, bali kwa gharama tulizolipa na tunazoendelea kulipa. Tunalipenda kuliko wale wanaoigeuza eh, wanaoigeuza kura kuwa e, mali binafsi na mamlaka kuwa chombo cha kudhalilisha. Upendo wetu kwa taifa haujazaliwa na faida bali na mateso. Tumeonewa, tumepigwa, tumeteswa kwa sura zote za ukatili. Watu wetu wamefungwa, wengine wameuawa, tumewazika wengi, na wengi zaidi wametoweshwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo hata leo viongozi wetu wapo gerezani, akiwemo mwenyekiti wetu Tundu Lissu, huku mwili wake ukiwa ushahidi wa risasi nyingi kuliko majibu ya haki. Hata hivyo bado tunasimama, sio kwa sababu hatuhumili, bali kwa sababu tumefundishwa na historia kwamba kuvumilia si udhaifu, bali ni nguvu ya wale wanaotumaini wema. Tumebaki kwa imani kwamba haki hata ikichelewa haifutwi. Lakini swali la kifalsafa linabaki, je, mnaamini watu wote wataendelea kuwa hivi? Kwamba kila mtu atakubali kudharauliwa, kuumizwa, kisha wanyamaze ndani ya nyumba zao? Kwamba mamlaka hayana mpaka na binadamu ana ukomo wa kuvumilia? Dharau, kiburi na ukatili ni mbegu na kila mbegu huvuna matokeo yake. Historia haijawahi kusahau machozi ya waliodhulumiwa, wala damu ya wasio na haki. Hakuna propaganda inayoweza kufunika ukweli milele. Ukweli una tabia ya kujitokeza, hata ukizikwa chini ya kelele za uongo. Anguko la kimaadili huanza kabla ya anguko la kisiasa na pale ambapo mamlaka yanapojitenga na haki, gharama ulipwa sio kwa kulipiza kisasi cha mwili, bali kwa hukumu ya historia, dhamiri za watu na mizani ya haki ya Mungu. Je, unakumbuka msafiri Mbwambo aliwawa katika uchaguzi wa marudio Arumeru Mashariki kwa kuchinjwa? Siku moja nilikuuliza juu yake pale bungeni na ukatoa machozi ya hofu. Ilikuwa baada ya uchaguzi uliompa ushindi Joshua Nassari kupitia Chadema kabla ajatumbukia kwenye upotofu wa maadili. Na kukumbusha leo, damu ya Msafiri Mbwambo haikukauka, bila sauti, bado inailia haki mbele ya Mwenyezi Mungu na hapa ndipo falsafa ya mwisho inapojitokeza: hakuna dhambi dhidi ya ubinadamu inayopotea hewani, kila tendo lina kumbukumbu, kila uovu una hesabu, na kila taifa linalodharau haki hulazimika siku moja kujitazama kwenye kioo cha historia na kujiuliza lilipotelea wapi. Ni ujumbe ambao mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Godbless Lema ameutuma kwa PM Mwigulu Lameki Mchemba.